Kwa nini kuku wangu wamefikia muda wa kutaga na hawatagi? Kwa nini kuku wangu wamefikia muda wa kutaga na hawatagi? Hili ni swali ambalo wafugaji wengi wamekuwa wakijiuliza na ni changamoto ambayo wamekuwa wakikutana nayo. Unakuta mtu anafuga labda kuku wa mayai layers, au anafuga kuku wa kienyeji, au anafuga kuku wote chotara, wanaweza wakawa ni Saso Tanbro au wanaweza kuwa ni Kuroila au wanaweza kuwa ni kuku aina nyingine, Kuchi eh, Malawian na kadhalika. Unajiuliza swali hili. Inawezekana pia labda ikawa ni kwa mifugo mingine kama bata na wengine, lakini tujibu hili swali sasa, kwa nini kuku wako wamefikia muda wa kutaga na hawatagi? Naposema muda wa kutaga na hawatagi, ni kwa sababu kuna ule muda ambao wewe kama mfugaji unaona kabisa mbona walitakiwa wataga wakiwa na miezi mitano au miezi sita, mbona bado hawajataga? Kuna sababu kadha wa kadha, na nataka tuweze kuziangalia zote, ili uweze kutatua changamoto hiyo ambao umekuwa ukutana nayo kama mfugaji. Jambo la kwanza, lishe haijakamilika. Ukiona kuku hatagi, kuna uwezekano lishe haijakamilika. Hii ni sababu kubwa zaidi kuku wanaweza kufikia umri wa kutaga lakini wakachelewa kama chakula hakina virutubisho sahihi. Lazima ufahamu kwamba utagaji wa kuku unaendana pia na chakula anachokula. Muhimu sana kwa kuku wanaotaga, ni muhimu wapate calcium nyingi. Maana yake, kama unachanganya chakula utawekea chokaa au maganda ya mayai yaliyosagwa au DCP lakini pia lazima kuwe na protini ya kutosha na kwenye uwiano mzuri, e, kumi na sita hadi asilimia kumi na nane ya protini kwenye chakula cha kuku wanaotaga. Protini iwe kwa uwiano mzuri, isiwe nyingi sana wakawa na mafuta wakanenepa zaidi na wakashindwa kutengeneza mayai. Lakini pia madini na vitamini, hasa vitamin D3 na vitamin E, lazima kuku wapate hizo vitamin ili waweze kuwa na utagaji mzuri. Ukikosa calcium, kuku wanachelewa kutaga na au wanaweza wakataga mayai laini. Kuna watu ushangaa akienda kuokota mayai anakuta mayai yamevunjika au yamepondeka, au kuku anataga yai ni teketeke, ni laini kabisa, na wenzake wanalidonoa na kulila. Sababu ya pili, mwanga hautoshi kwenye banda lako. Kuku wanahitaji masaa kumi na nne hadi kumi na sita ya mwanga kwa siku ili kuchochea utagaji wao. Kama banda lina giza sana, mfumo wa uzazi hauchochewi, wanachelewa kuanza kutaga. Suluhisho, hakikisha kwenye banda unatumia taa hata nyakati za jioni, taa ya mwanga kwenye sehemu za kutagia. Kuku kunaweza kuwa na kagiza kidogo, lakini eneo wanalokaa kuku kusiwe na giza sana. Sababu ya tatu ni stress, stress na msongo, na msongo zinaweza kuathiri utagaji wa kuku wako. Kuku akipatwa na kubadilishiwa banda kwa haraka, wameanza kutaga, unabadilisha unaweka kwenye banda lingine. Wani, wanabadilisha ule, una, ule inaleta stress, ambayo kubadilishiwa makazi kwa haraka, kubadilishiwa sehemu zao e, au kuna kuwa na wanyama wanaowatisha kuku, paka, panya wanaowasumbua Eh, lakini pia msongamano mkubwa wa kuku wengi kwenye banda dogo, lakini pia joto kali kwenye banda. Sasa kama banda lako unakuta paa umeweka tu ni bati ni karibu sana yaani eh, bati lako alijaenda juu, linasababisha joto linakuwa jingi kwenye banda, sahau kuona kuku wako akitaga kwa wakati na wakitaga ipasavyo wanaweza kuacha kabisa kutaga au kuchelewa kutaga. Kwa hiyo usiwape stress kuku wako, usiwasababishie msongo, wape uhuru wa kutaga maeneo yao na usiwasumbuesumbue -sumbue wanapokuwa wanataga. Sababu ya nne, wakati mwingine umri haujafika kikamilifu. Watu wengi huchanganya kwa kawaida kuku chotara au Kuroiler Uh, hii kroila ipiwa kabisa huwa wanaanza kutaga na miezi minne na nusu, mpaka miezi mitano, ni uhakika kabisa, na wanataga ukizingatia lishe na Eh, maandalizi mengine ya msingi yanayochochea utagaji kwa kuku. Layers huanza kutaga miezi mitano mpaka miezi sita. Kuku wa kienyeji huanza kutaga miezi sita mpaka miezi saba, pamoja na saso. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukawa unasema, kuku wangu mbona waanze kutaga? Ni muda wao bado haujafika, kwa hiyo Jinsi ya kutatua hii changamoto, hakikisha unajua umri sahihi wa kuku, na hata kama umemnunua kwa mtu akiwa mkubwa au umenunua akiwa kifaranga, jaribu kupata details au taarifa za muhimu kwa aliyekuuzia kwamba kuku huyo ana umri gani. Kama hawajafikisha vizuri umri wao, basi hawawezi kutaga. Kama hawajafikisha vizuri umri na wana uzito wa kutosha, hawawezi kutaga. Sababu ya tano, Magonjwa au minyoo, hasa minyoo. Dalili, kuku unakuta wanakonda, wanakaa kimya, hawali vizuri, hawapendi kula tena, wanapoteza hamu ya kula. Minyoo ni sababu ya siri sana ya kuchelewa kutaga kwa kuku. Minyoo hufanya kuku achelewe kutaga au asitage kabisa, kwa sababu anakuwa dhaifu sana, kila anachokula kinaliwa tena kule tumboni. Sababu ya sita ni ukosefu wa viota nest boxes. Kuku wanapenda kuandaa mazingira yao ya kutaga, lakini kwa kawaida ni muhimu kuwaandalia mahali ambapo wao watapachagua watage, kutengeneza maboksi ya kutagia. Kama hakuna sehemu nzuri ya kutagia ni vigumu, wanaweza kutagia nje au wakatagataga tu popote hovyo, leo hapa, kesho kule, au wakachelewa kabisa chea, ni ni. Kwa hiyo watamanishe, watengenezee mazingira yanayowachochea kutaga mapema. Haraka niongezee kwenye swali la kwa nini kuku wangu wanachelewa kutaga. Kuna dalili kuu ukiziona unajua kuku anakaribia kutaga. Ukiona tunasema ni sega au mashavu ya usoni yanakuwa mekundu sana, kuku huyu anakaribia kutaga. Lakini wanapiga kelele nyingi kutetea, wanatafuta sehemu ya kujificha eh, mifupa ya chini ya mkia inatanuka, unaona kabisa kuku ametanuka hivi. Lakini pia kwenye ufumbuzi wa haraka kwa watu niliyoyasema kwa haraka eh, kwa haraka ya kwanza wape chakula cha layer mash au ongeza chokaa kwenye mchanganyiko wako eh, pamoja na, na, na, na, na, na, na vitu vingine components ambazo nimezisema hapo awali. Lakini namba mbili, ongeza mwanga wa taa eh, jioni. Namba tatu, wape dawa ya minyoo. Dawa ya minyoo unapochukua kama wameshakaribia kutaga kabisa, eh, ukienda hakikisha unaelezea hali ya kuku wako ili usije ukapewa dawa kali itakayokuangua mayai yote tumboni lakini namba nne, hakikisha banda lako lina viota, umetengeneza mazingira mazuri ya wao kutaga. Karibu Wonders Farm Tz, ubora na uaminifu. Ningependa uniandikie kwenye comment hapo umejifunza nini. Unahitaji msaada wowote kwa ajili ya ufugaji, usisite kuwasiliana nasi kwa namba yetu ya simu 0695531174. unaweza kupiga au ukatuma ujumbe WhatsApp, lakini pia kwa email ya wondersfarmtz@gmail.com unaweza kutuandikia ukawasiliana na sisi. Shambani kwetu wanapatikana kuku wa aina zote, kuanzia vifaranga mpaka wakubwa.